Mimi kwa jina naitwa Abdul Wahab uh, Ali Sariko ni mkurugenzi katika kampuni hii ya Samol Company Limited ambayo tuna trade kama Samol Automotives. Na kampuni yetu bana, ilianzishwa mwaka 2023. Na sisi kimsingi, tunajishughulisha ama shughuli zetu kubwa ni uuzaji na usambazaji wa spare parts ama vipuri ya magari yote ya kichina ya malori ya Kichina. Malori hayo ni kama vile FAW, Howo, Shakman, Foton, Beiben na mengineo. Sasa tukija kwenye historia, kwa nini sisi tuliamua e, kuja kwenye hii sekta ya vipuri vya malori ya Kichina, e, itafahamika <coughs> kwenye takwimu kwamba e, ifikapo mwaka 2010 takriban magari ya Kichina yalikuwa ni asilimia kumi tu katika soko la Afrika lote, lakini hivi leo tunavyozungumza ni mwaka 2025, leo ni tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2025, magari ya Kichina yako zaidi ya asilimia hamsini na tano katika soko la Afrika. Kwa hiyo tutaona ni ukuaji mkubwa sana ndani ya miaka 15 e, uongezeko la magari makubwa haya ya malori ya Kichina kwa zaidi ya asilimia e, arobaini na tano. Hiyo ndo sababu kubwa na ya pekee ambayo ilitufanya sisi kama wakurugenzi wa Samol tulikaa chini tukafikiria na kuja na idea hii ya kufungua kampuni kubwa kabisa hapa Tanzania ambayo inahusika na uuzaji na usambazaji wa spare parts ama vipuri vya malori ya kichina. Kwa hiyo uh, hiyo ni moja ya shughuli ambazo sisi kama Samol tunazifanya, lakini kitu kingine pia ambacho tunakifanya ni uuzaji wa malori yenyewe. Sasa nimetangulia kusema vipuri kwa maana ya spare parts, lakini sasa hivi tuko kwenye kuuza malori yenyewe ya Kichina, na nikisema malori ya Kichina namaanisha malori yote kwa maana ya hoo model zote tuna ho 371 kama ilivyozoeleka kutambulika, lakini tuna ho E7 and 7 and x model hii inatambulika kama eh, hoo zuchu. Lakini tuna brand ya FAU kwa maana ya FAU J5P, tuna FAU JH5, tuna FAU eh, JH6. Lakini tukija kwenye Shakman eh, tuna Shakman model zote, tuna Shakman F3000, H3000, M3000 na kuna brand mpya kabisa ya Shakman ambayo imetoka mwaka juzi, hii inajulikana Shakman X 3000. hizi zote tutazipata hapa Samol Automotive kipindi ambacho sio kirefu. Kwa hiyo hiyo ni shughuli nyingine ambayo tunaifanya, na kufikia leo eh, tumeamua kufanya uzinduzi huu hapa Tabata Matumbi. Kwa nini tumechagua Tabata Matumbi? inajulikana kabisa sehemu ambayo e, ni chimbo la spare zote yaani, mteja anapotoka e, transporter anapotoka popote, dereva anapotoka popote, fundi anapotoka popote, anapofika Tabata Matumbi ama Tabata kwa ujumla, ndio hub ama kitovu cha spare parts za magari yote makubwa, na ndio maana sisi tulikuja tukakita hapa, ili basi kuwarahisishia wale wote ambao wana uhitaji wa spare parts za magari haya ya kichina e, waweze kukaribia hapa Tabata Matumbi e, Samol Automotive ili sisi tuweze kuchukua jukumu la kumuhudumia huyu mteja huyu fundi huyu dereva na huyu transporter. Na sisi hii biashara tunafanya kama solution, yani tumekuja kuleta kama solution ili basi tuwe tofauti na watu wengine ambao wanafanya hii biashara kwa maana ya E, cha kwanza kabisa ni bei zetu ni rafiki kabisa, ukikompea na kampuni ama maduka mengine yote ambayo yanafanya biashara kama ambazo tunaifanya, lakini ukiachana na hivyo tu ubora na quality maintenance. Sisi tumejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha pale spare parts inapoandaliwa, kule tunapoichukua, tufanye close supervision kuangalia jinsi spare inavyotengenezwa, matirio yake yana uimara kiasi gani, kabla sisi ya kuisafirisha, kuileta hapa ili kumpa mteja tunakuwa tumeshajiridhisha eh, kwa viwango vyote, kuanzia spare part inapoandaliwa, inapofanywa production, inapofanywa packaging na hali ya usafirishaji mpaka inafika hapa kwa ajili ya kumuuzia mteja. Sasa hiyo eh, ni historia fupi ama malengo ya sisi kwa nini tuliamua kufungua hii kampuni ya Samol Automotives iliyoko hapa Tabata Matumbi, na kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru wote ambao mmehudhuria hapa. Kwa kipekee kabisa tunawashukuru sana sana sana, na naomba nichukue fursa hii sasa hivi kumkaribisha mgeni rasmi ambaye tumemwalika hapa, amekuja kushuhudia shughuli ambayo itafanywa na Samol Automotive, yeye aweze kutupa maneno mawili matatu, ndugu yangu Chuki Shaban, atajitambulisha na atatuambia yeye ni nani na atatupa maneno ambayo ametuandalia kwetu sisi. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa kampuni ya Samol Automotive, waheshimiwa viongozi mliopo, wafanya biashara, wamilika Amerika maloli, madereva, mafundi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, asalamu alaykum. Msifu Yesu Kristo. Asante sana. Eh, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa yawema wa kutujali afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu la uzinduzi wa kampuni ya Samol Automotive. Pia nachukua nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Mkurugenzi wa bodi ya kampuni hii kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Aidha, naopongeza kwa moyo na wa ujasiri na ubunifu wa kuanzisha kampuni hii ambao ni chachu ya maendeleo kwa taifa letu na kwa wadau binafsi katika sekta ya usafirishaji, na hasa kuileta pata pata damu ili iwe mlango mmoja, mteja msafirishaji akifika mlango mmoja anapata kila kitu. Mheshimiwa Mkurugenzi, naomba kuishukuru na kutia moyo wewe pamoja na uongozi wa Samol Automotive kwa kazi kubwa mnayoifanya kupitia huduma zenu za uhakika za vipuri vya magari na ushauri wa kitaalamu wa amirikwa malori imekuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha sekta ya usafirishaji inaendelea bila vikwazo vikubwa. Vilevile, e, nawapongeza wafanyakazi wako wote wa kampuni hii. Bila kujituma na uwajibikaji wenu Samol Automotive isingefika hatua hii kubwa ya mafanikio. Pamoja mshikamano na nia thabiti hiyo, ndio msingi wa mafanikio haya, na ushuhudi leo kama chama cha wamiliki wa maloli eh, Tanzania tamsto. Kwanza sikuwatambulisha, mimi ni mwenyekiti wa wamiliki wa maloli Tanzania. Kwa hiyo hiki chakula kiko hapo ndani, ndio chakula sisi ndio walaji i unio tunatambua mchango mkubwa wa Samol Automotive katika kuhakikisha upatikanaji wa vipuli halisi, vipuli halisi vyenye ubora wa viwango vya kukidhi mahitaji ya soko. Vilevile tunathamini jitihada zenu katika kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu, ushauri na kuhamasisha matumizi salama ya matumizi salama ya magari kwa wadhiriki, madereva na mafundi. Hii ni dalili dhahiri kuwa Samol Automotive imejikita na si tu katika biashara bali pia katika kuimarisha usalama na maendeleo endelevu ya sekta usafirishaji. E, mwisho napia tena kutoa shukulani za pekee kwa uongozi na wafanyakazi wa Samol Automotive kwa maandalizi mazuri ya tukio hili la kihistoria. Nashukuru. mm -hmm. Pia wafanyabiashara usafirishaji wa miliki wa malori, madereva na mafundi kwa kushiriki katika uzinduzi huu. Tunawatakia mafanikio makubwa na safari njema ya kibiashara yenye tija kwa kampuni, wadau na taifa kwa ujumla. Mungu awabariki sana, asante sana. Kwa hiyo hii ni bonnet ambayo inakaa pale kwenye uso wagari ya ho ili mteja anaposimama pale aone kabisa, bana, hapa nimeingia. Sisi wa China, lakini tunadili na spare za magari ya Kichina, yes. Lakini ukiangalia kwenye kaunta hapa utaona setup ambayo tumefanya kila salesman wetu ana kompyuta ambazo ni za kisasa kabisa, kitu ambacho kinamwezesha kuhudumia wateja kwa haraka. Hata kama wale ambao wako mbali wametuma message, tuna uhakika wa kumjibu mteja message yake ya ulizo lolote la spare chini ya dakika tatu atakuwa ameshajibiwa, kama spare ipo wa ipo, atakuwa ameshajibiwa ni bei gani, atakuwa ameshajibiwa kwa maana ya kucalculate delivery, kama anataka kufanyia delivery kwa vijana wetu wa sales. Ndio maana tumewekea mfumo mzuri hapa, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa nikija upande huu uh, wadau wangu kwa maana members wangu ambao wako mikoani, mmefanya logistics na mabasi kuhakikisha nawafikia, mizigo inawafikia huko a Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi mpaka kufikia hapa, itakushangaza lakini, tumeshauza spare Zambia, tumeshauza spare Congo, tumeshauza spare Rwanda na nchi zote za jirani zinazotuzunguka. Ehe, kwa hiyo, e, kwa mikoa ya jirani hilo sio tatizo kabisa. Sisi tunahakikisha mteja anapopiga simu ama kufanya ulizo la spare yoyote, tunahakikisha mtu wetu wa delivery amefikisha kwenye e, basi ama njia yoyote ya usafiri ambayo itamfanya mteja wetu apate spare yake, na tunahakikisha kwanza, tunaipakia mpaka anaipata, tunaifuatilia imefika wapi, na mteja kishapokea lazima tumkonfirm kwamba kweli ameipokea au bado hajapokea. Ndio kwa hiyo e, naomba tuende upande huu, upande huu sana sana sana, eh, wa kushoto kwako ni vifaa vya body parts. Sana sana tumeweka tukianza hapa mbele kuna taa za magari tofauti tofauti yote ni ya Kichina. Hapa kuna taa za hoo mitatu sabini na moja, kuna taa za a, kuna taa za a, kuna taa za fau, lakini hizi hapa ni filter. Hizi hapa tunaita coil chup, kwa mafundi wetu wamezoea kuziita Simba na Yanga Eze, kwa sababu zina rangi ya njano na nyekundu, Simba na Yanga, lakini tunaita coil chup. Hapa tuna, tuna tuna clutch plate kwa hiyo upande huu sana sana, tukija eh, kuzunguka kwa, kwa, kwa huku hapa tuna vitu kama slack adjusters hapa, eh, tuna u bolt hizi, lakini tuna flexible pipe unaweza hizi. Yes, ni wiper arm. Ni wiper inakuja niingia hapa katikati. Hizi ni kwa ajili ya eh, mashine ya gari, lakini hii hapa ukiangalia, hii ni

Lakini kuna kifaa kama hiki hapa ambacho tumekizingatia kwa ubora wa hali ya juu sana. Hii inaitwa exhaust muffler pipe, hii hapa ndio ina connect pale kwenye exhaust ili kwenda kwenye turbo pale, yes. Ndio unataka kusema kwamba mtu akiingia hapa hafi na njaa <laughs> afy na njaa, kwa maana ya kwamba atapata kila hitaji lake hapa, kwa sababu nakuta mpaka mpaka nyaya za wepa mpaka eh, hizi paipo za mafuta hizi sindio? Yeah. Yep. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana mimi nawashukuru mno kutoka sakafu ya moyo, kwa niaba ya wasafirishaji hasa wanaotumia gari za Kichina, naomba fika pata badadamu waje wapate huduma mlango mmoja. Mlango mmoja unaingia na kila kitu unafanikiwa, unapata, yaani mlango mmoja unaondoka kwenda kutengeneza gari yako, unasafirisha mzigo. Asante sana.